Saa ya kutimia kwa ndoto yako. Hiki ni kipindi kizuri na ni kipindi muhimu sana, hasa ukizingatia maisha yetu ya sasa. Tulianza kipindi hiki na tuliangalia nafasi ya mwanamke katika jamii, katika familia na taifa pia. Wewe kama ulikosa au ulichelewa, usijihesabie kuhuzunika wala kwamba umekosa kwelikweli, kwa sababu una uwezo wa kwenda kwenye Facebook, chaneli yetu Little Flower Foundation au unaweza ukaenda kwenye YouTube channel ambayo tunapatikana kwa jina la Little Flower Foundation Media kule. Basi utakapoangalia vipindi vyetu, usiache kucomment, usiache kushare, usiache kusubscribe. Tende moja kwa moja sasa kwenye nafasi ya mwanamke. Leo tunamwangalia mwanamke ni mpambanaji. Hapa ni mahali pazuri sana na ni muhimu sana tuangalie sasa huyu mwanamke mpambanaji. Mwanamke mpambanaji huyu ni yule anayejiamini, ni yule anayefanya juhudi yake binafsi na pia ni yule ambaye ni jasiri katika kupambana na kuhakikisha kwamba yale anayoyatamani kuyafikia yanafikia kwa wakati sahihi na kwa namna iliyo bora kabisa, sio ya kumuumiza mwingine. Hapana. Tunapozungumzia namna bora kabisa, ni ile ambayo wewe unafanikiwa adhima yako au lile ulilolitamani, halafu kupitia wewe sasa, mwanamke mpambanaji, unamuinua na mwanamke mwenzio. Haya yanawezekana ikiwa tu unatambua ya kuwa nguvu hiyo ya upambanaji umepewa na Mungu. Toka mwanzo wa kipindi chetu tunasisitiza hilo, ninaliyeongea kila mara, kwa sababu unapotambua kwamba tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, yeye Mungu aliyetupa nafasi ya kuwa wanawake, maanake kwanza utaheshimu kile ambacho Mungu anakutendea. Maana utakapopambana, utakapoinuka katika mafanikio yako, huwezi ukaacha kumshukuru Mungu. Pia huwezi kuacha unyenyekevu, utaendelea kuwa mnyenyekevu na hautajiinua, hautaona kwamba ni nguvu zako, utaona ni kwa sababu Mungu amefanya kitu kwako, hivyo basi umefanya na umefanikiwa hivyo. Tunapomwangalia mwanamke mpambanaji, katika ujasiri, katika kutumia nguvu zake, nafasi yake katika kufanya kazi kwa kujituma, atakuwa mwenye utaratibu na mwenye mipango mizuri, lakini hekima, nasisitiza tena hekima ndo itakuwa ni siraha yako ya kukuhakikisha kwamba utaendelea kuinuka kila itwapo leo. Maanake hekima inakupa uaminifu, inakupa kufanya mambo vizuri na kuangalia fursa kwa umbali sana, lakini pia hekima itakupa kuwa mnyenyekevu siku zote, hautajisahau. Sasa wapo wanawake ambao leo tunatamani tuwaangalie, na hawa tutasimama nao kwa muda kidogo, kwa sababu sio hili jambo limeanzia kwetu, hakuna jipya chini ya jua eh? Haya mambo yapo kwenye neno la Mungu. Hili neno la Mungu ndio lina kila kitu. Ukisoma neno la Mungu kwa umakini, hakika we utakuwa ni mwanamke mmoja mwema, mwanamke mwenye sifa njema, mwanamke uliye bora, tena mwanamke ambaye unasimama vyema kama mwanamke ambaye Mungu alikukusudia katika uumbaji wako tuangalie wanawake wachache na hawa tunaanza na debora katika kitabu kile cha waamuzi wa mlango ule wa nne mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na nne pale tutaona habari ya huyu mwanamke debora jinsi ambavyo mungu alimwamini mungu akampa nafasi kama ambavyo amekuamini wewe na amekupa hiyo nafasi lakini tunamwona debora kwa namna ya tofauti debora alikuwa jasiri na hata pale Baraka alipomuuliza Mungu ya kwamba je, Bwana utaenda nami katika ukombozi wa wana wa Israeli, Mungu alimwambia ndio, nitakwenda na wewe. Lakini utakaposoma ile Uamuzi nne mstari wa nane na wa tisa pa utagundua, Mungu alimwambia yule Baraka kwamba pamoja nanenda na wewe lakini hakutakuwa na utukufu kwako isipokuwa kwa huyu mwanamke. Tunamwona Debola, huyu ndio mwanamke ambaye alikuwa yeye ni nabii na alipewa jukumu na alilibeba lile jukumu. Ndio maana nimeanza kwa kusema mwanamke mpambanaji, kwanza unajiamini, lakini unaitambua nafasi yako, lakini unaitendea haki nafasi yako. Huwezi ukakosa nidhamu, kwa kuwa utajua ni Mungu ndo amekupa sasa. Ukisoma katika kitabu hicho cha Waamuzi mstari ule mlango ule wa 4 mstari wa kwanza mpaka 24 ni ni, ni, ni ndefu sana, lakini nataka nikupe kwa kiasi kidogo tu. Natamani ukasome mwenyewe. Utakaposoma utakutana na habari ya huyu Debola, jinsi alivyofanya na Mungu, jinsi alivyomwambia, lakini yote ilikuwa ni katika ile safari ya wana wa Israeli. Soma ule mlango wa nne. Nasema basi, Debola nabii mke. Kwa hiyo Debola alikuwa ni nabii, sawa. Ni nani aliyempa hiyo kalama? Ni nani aliyempa? Ni Mungu mwenyewe. Leo hii wanawake tumepewa mambo mengi sana lakini je, tunatambua kwamba ni Mungu? Natamani sana uisome. Mimi sitaweza kusoma yote kwa leo, kwa sababu nikisoma mlango wa kwanza mlango wanne, mstari wa kwanza mpaka ishirini na nne maanake kipindi chote oh, kitaishia habari ya Debora. Nataka pia tuongee kuhusu habari ya mwanamke mwingine anaitwa Yaeli. Yaeli naye ni mkewe Heberi. Huyu Yaeli yeye ndio aliyefanikisha sasa tukio zima la yule ka mwanajeshi ambaye ndo tunasema kinala wa kwenye lile jeshi la Wakanani wakati ule wa ile vita. Debola alisimama kama Debora kiongozi, lakini tunamwona Yaeli ambaye alimkaribisha huyu askari mkuu, au tunasema kamanda mkuu aliyekuwa anaitwa Sisela au amiri jeshi mkuu. Empiga picha amiri jeshi mkuu anaangukia kwenye mikono yako, kumbe huyu Yaeli lake ni moja, naye ametumwa katika wapambanaji, na yeye ni mpambanaji baraka. Alipofika pale alimwambia tu kwa kiwepesi kabisa kwamba sasa karibu uweze kushuhudia tukio lililofanyika hapa. Tukio gani? Tunaona kwenye Waamuzi nne mstari wa kumi na nane, ukiendelea pale utaona kabisa jinsi ambavyo Sisela alipofika pale kama kamanda mkuu aliomba maji, maana alikuwa na kiu kutokana na ile safari. Huyu Yaeli alimkaribisha vizuri kwa maneno matamu. Wanawake, kumbe tuna maneno matamu, lakini mwisho wake alimpa maziwa. Bwana yule alipokunywa maziwa, alipolala, alipigwa na kitu kizito. Tunasoma habari hii kwenye Waamuzi. Soma kwa kutulia, kipengele hadi kipengele, alafu ujilinganishe na wewe. Tunamwona mwanamke mwingine Esther. Esther tunamsoma kwenye kitabu cha Esther, kuanzia ule mlango ule wa saba. Soma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi Afu soma pia na mlango wa nane wote. Utagundua kwamba Esta malkia Esta huyu alikuwa naye ni mwanamke mpambanaji. Alisimama kwa ajili ya familia yake, alisimama kwa ajili ya jamii yake, alisimama Esta kwa ajili ya taifa lake. Leo wanawake tuna feli wapi? Uenda kuna mali padogo tu, hatutambui nguvu aliyotupa ni Mungu. Tukinuliwa kidogo, uenda tunajisahau. Tukifanya hivi kidogo huenda tunajisahau. Mungu hataki tujisahau. Turudi kwenye neno lake ndiko kwenye msingi. Na kupitia neno lake tutaipata hekima. Hatutajiinua na tutaona ni vyema kusaidiana sisi kwa sisi. Lakini upo pia mwanamke mwingine wanne ambaye naye natamani tumfahamu leo au tusikie habari zake kwamba ni katika wapambanaji, mahiros. Huyu si mwingine anaitwa Ruth. Huyu alikubali kuenenda na Naomi. Maanake hali ilikuwa ni ngumu sana, lakini Lutu akasema hapana, mimi nitakwenda na wewe. Sasa huyu Lutu kule alikokwenda alikuwa ni mchapakazi, alikuwa ni mwenye nidhamu, alisimama kama mwanamke jasiri aliyelinda maadili. Kumbe wanawake, tukilinda maadili na tukisimama kwenye zamu zetu katika nidhamu ya kumwheshimu Mungu, hakika tutafanya mambo makubwa sana. Tunaona Lutu, kumbe kuupitia yeye na kupitia aliyoyafanya Boaz, si akampenda Boaz, si akamwoa. Lakini tunaona mwisho wa siku nini? Kizazi chake ndipo leo tunakutana na mfalme Daudi, ambaye tunasimuliana habari zake, tunasoma habari zake, tunaona mambo makubwa aliyoyafanya. Hayo yote ni kupitia nani? Ruthu, mwanamke mpambanaji. Tunaye pia Mariamu, ambaye ni dada yake na Musa tunaona pia ndiye aliyeanzisha nyimbo na kusema, tuimbe tuimbe tuimbe tuimbe bila kuchoka, maana wamevuka sasa bahari ya Shamu, akasema tuimbe. Habari hizi ni muhimu sana wanawake kuzisoma, lakini tusome kwa utulivu na tusome tukiwa tuna nia ya kwamba tunatamani tupate kitu fulani. Leo hii wanawake tuna ujasiri, wanawake tunayo nguvu ambayo Mungu ameachilia ndani wetu. Lakini je, tunajua kwamba haya yote tunatakiwa tusimame katika nidhamu, tusimame kwenye zamu zetu kweli kweli kwa ajili ya jamii zetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili pia taifa letu. Tunatambua hayo. Ikiwa tunatambua hayo, basi wakati wote tutaenenda tukimheshimu Mungu. Nimesemlia kuhusu swala zima la hekima, lakini tuangalie Mithali 31 mstari wa 10 mpaka 29 nitasema kwa kidogo tu kwamba mke mwema ni nani awezaye kumjua? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato kwenye kumi na tano mpaka kumi na sita. Lakini Mithali 31 mpaka 26 anasema, hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema hii katika ulimi wake. Ndugu zangu wanawake, vyovyote tulivyo leo, Mungu anatamani tuwe mfano wa kuigwa. Mungu anatamani tuyafanye haya yote tukimuheshimu na kumtanguliza yeye. Yapo mambo mengi mazuri sana ya kujifunza, na kila itwapo leo tuna kila sababu ya kujifunza. Kwa nini? Kwa sababu kujifunza kunatupa kukumbuka. Kujifunza kunatuongezea ujasiri. Kujifunza kunatupa nafasi, kuna nyingine ya mwanamke kusonga mbele, kwa namna ambayo hata Mungu anapendeza nayo. Na kama Mungu anapendeza nayo, basi familia yako itapendezwa nawe, jamii itapendezwa nawe, na pia hata taifa litapendezwa naye na wewe. Lakini zipo athari mbalimbali ambapo kama hautaenenda na kusudi la Mungu basi upendo na heshima havitakuwa juu yako, lakini pia mivutano na migogoro ya kifamilia wewe ndio utakuwa sababisho. Lakini kudhoofika hali ya kiuchumi katika familia, katika jamii yako, katika maisha ya watoto wako, itakuwa wewe ndio sababisho. Lakini utadhoofisha pia hata afya ya akili ya familia yako. Hivyo mwanamke, kuwa makini sana juu ya matatizo hayo yote ambayo unaweza ukayasababisha pasipo wewe kujua au pasipo wewe kutegemea. Na kwa kufanya haya yote basi, tumtangulize Mungu ili atusaidie, kwa sababu kama wanadamu tuna mapungufu, ila tunapomtanguliza Mungu, Mungu pekee ndio msaada wetu, na yeye pekee ndiye kimbilio letu, na yeye pekee ndio atakaye kurudisha kukaa kwenye mstari wa zamu yako na kusimama vyema kwenye nafasi yako wewe kama mwanamke. Haya yote kama nilivyotangulia kusema na yale ambayo tuliwahi kuyafundisha mwanzo basi usikose kusubscribe kwenye channel ya YouTube ambayo ni Little Flower Foundation Media unaposubscribe utaendelea kupata vipindi vingi ambavyo vinaendelea kufundishwa na mimi mwalimu wako mtumishi wa mungu blandina lakini pia kwenye Facebook channel yetu Little Flower Foundation naona ni vyema sasa leo nikutajie namba za simu kwa utulivu kabisa ili kama unaandika uweze kuandika Natuweze kwa kwa Airtel, na tuweze kuwasiliana Airtel, namba yetu ni 0787877222. Narudia tena 0787877222. Lakini kwa mtandao wa Yas au Tigo kwa jina la zamani, 0715123504. Narudia 0715123054 kwa mtandao wa Vodacom napatikana kwa namba ya 0765877221, narudia tena 0765877221. Karibu sana, piga simu wakati wowote, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maelekezo zaidi. Kama unavyotambua, ninaongea lakini kwa kiasi, lakini suni tutaenda kupata vitabu ambao ukipata vitabu hivyo utaweza kusoma, utaweza kuelewa mambo mengi zaidi ya haya. Hapa ni kama intro tu, lakini ninaamini utanifuatilia, utafuatilia masomo haya, utafuatilia vitabu pindi vitakapotoka, utapiga simu. Usiache kushea na wengine, usiache kushirikisha wengine kwenye kipindi hiki kizuri na muhimu sana, ili uweze kufikia ndoto yako. Asanteni sana na tukutane kipindi kijacho.